E, mwanadada Rita jinsi ambavyo aliyokuwa amemchamba e, siku ya jana jioni, ni kwamba Rita bwana hakumwacha Zuchu hata kidogo, ni kwamba alimsuuza aswa e, ni kwamba alimzungumzia maneno mengi sana mabaya, na mmoja kati ya vitu ambavyo Rita alivizungumza jana bwana ni kuhusiana na situation ya kwamba Zuchu kama ni mtu ambaye anasamee sana, na kiasi kwamba hata kama Diamond Platnumz bwana akideiti na mtu wake wa karibu au akampa ujauzito mtu wake Zuchu Wakaribu basi, Zuchu yeye atamsamehe tu, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, na Rita aliandika kabisa hiyo kwenye kwenye ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story, ambapo kwa sasa hivi hizo posti tayari Rita ameshazifuta, lakini wadau bwana wanazo kama unavyoelewa kwamba watu washazitunza zipo na zinaendelea kusambaa huko mtandaoni Rita alimuita mpaka izuchu kwamba ni Bwana Yesu kwa sababu anasamehe dhambi za watu hususan dhambi au makosa ambayo Diamond anayafanya. Sasa hii inshu ya Zuchu kusamehe dhambi za watu, Mange amekuja kuielaborate zaidi, yani amekuja ya kuielezea kiundani, akiwa ameambatanisha na picha za za Diamondi, picha za Zuchu, picha za Rita pamoja na picha za Diamond akiwa yuko karibu na akiwa amepiga na meneja wa Zuchu, ambapo inasemekana, kwa mujibu wa Mange Kimambi, anadai kwamba Diamond bwana alishawahi kuaga katika mahusiano, inasemekana kwamba alishawahi kuaga katika mahusiano wa na huyu meneja wa, wa Zuchu. Lakini Zuchu, at the end of the day, hilo swala alikuja akalifahamu na akasamea. Sasa Mange kuhusiana na hiyo pointi amemtaga hapa Rita, alafu akasema kwamba Rita Rita Rita nimekuita mara tatu. Watanzania, tuna zawadi yako, umejua kutupa raha eh, umejua kutupa raha wakaanga sumu alidhani wewe ni alia bicha upole eh, umejua kwelikweli kumsuuza aisee, we kiboko. Mange huyo ameanza hivyo, then akasema kwamba bwana, hapo kwa kumuita malkia wa kusamehe ndio nimechoka kabisa, maana imenikumbusha inshu yake na best friend wake, watokea wanasoma India huko, na baadaye akawa meneja wake anayefahamika kwa jina la, akamtaja mpaka jina hapa, huyo bidada. Angalia bwana, undugu, undugu na meneja kwisha kwa sababu huyu meneja alishawahi kutoka na Diamond na Dai na mpaka, mpaka akambebea mimba. Habari iko kwenye, kwenye apu yangu tokea mwaka juzi, bibie, kuja kujua kwamba shosti yake amemzunguka akamtoa kwenye umeneja, ila mahaba kwa bwana yako pale pale King'anga. Mwenda wazimu kweli! Im, imagine mwanaume anakula mpaka your best friend, ila bado upo tu walikuwa wakienda mikoani kwenye festival zao allegedly, yani inasemekana kwamba usiku eh, Dai alikuwa anatoroka, anamtoroka Kinganga chumbani, anasema kwamba anaenda ku hang out alafu then anaenda out chumbani kwa kina, kina Baba Levo, kumbe yuko chumbani kwa huyo meneja wana, wanazaga mwana, alafu kina Baba Levo na wao pia wanajiita, eh, wanajiita, wanajitia baba alikuwa anacheza nao karata usiku mzima, King'ang'a kuja kushtuka best friend wake nadai mahaba yamenoga yame mpaka mp mpaka mbegu imekatikia e, ime kwa ndani ameandika hivyo. Mange akaendelea kusema kwamba wakaanza kumwita wakaanza kumtisha huyu dada, huyo meneja atoe ujauzito. Yani King'ang'a cannot even have a best friend sababu Dai anapita naye yet anakuambia kwamba anapendwa. The woman can't even bring around any females mbele ya Dai. Yani Rita kapiga mulemule mule. Yani demu akiombwa msamaha anahisi anapendwa Ishu ya huyu meneja imemfanya mpaka wakina, imefanya mpaka wakina enjonyigu wafukuzwe kazi, kisa wali, kisa waliendelea kuwa na ukaribu na huyo meneja na eh, na huyo meneja. Baada ya huyo meneja kubeba mimba ya Dai, akaendelea Mange kusema kwamba walienda kwenye pati ya huyu meneja Kinganga, akaona hizo picha ndio akawafukuza Wasafi. Imagine anaharibu karia za watu kisa uhuni wa bwana yake. Yani Kinganga will hate the entire world ila siyo Dai, yeye atamsamehe tu, sio mzima yule. Haya, Mange akaendelea kuandika hapa, akasema kwamba I think somo la somo limeeleweka: usijibishane na mwanamke aliyelala na bwana yako, maana hujui alikuwa anamwambia nini. Haya, sasa leo tumejua kwamba bibie ni mchafu mpaka basi, kutwa kujikuna chini. ana, ana, anachojua yeye ni kupika chapati na kachori na urojo, na hii ya, na hii ya uchafu wa kina Esma wanasemaga wana eh, wanakutaga <laughs> wanakutaga nguo zina ukoko. Na hiyo ya kupiga simu ni kweli, anasumbuaga mno usiku, dai akiwa akapumzika na wanaojua mambo kitandani, atapiga simu usiku mzima, asubuhi unaambiwa eh, so, un, asubuhi unaambiwa sorry. Haya, kisha sahau mambo hayo. So Mange amekuja kustemp nikisema kwamba amekuja kustempu ni kama vile amekuja kupiga muhuri kile ambacho Rita alikuwa amekiandika katika kurasa wake wa Instagram, kwamba huyu Mange e amekuja kukithibitisha. Sasa ehe, sasa komenti zimetokea nyingi sana hapa. Kuna mtu hapa amesema kwamba sasa wamemtibua. Kwa mtu amesema bwana, Tim Rita like hapa bwana, ila somo kubwa ni kwamba usijibizane na mwanamke aliyelala na mume wako bwana. So mpaka sasa Rita sita, wengine sijaona matokeo yao, kiufupi mechi imemalizika, half time, refa kaacha filimbi getini. Kwa mtu mwingine, so anasema bwana Mange anachota ana anachotaka yeye ni anachotaka yeye tutampa. Kwa sasa aseme anataka nini? Kuna mtu amesema ame hivyo kwamba Mange anachotaka watu watampa aseme tu anataka nini? Kwa mtu asema bwana achambe, achambe kote ila sio kumfananisha na Yesu. Huyu dada amekuja amemind kuhusiana na ile inshu ya huyu Rita kumfananisha Zuchu na Yesu kwa sababu ya kusamehe. Akasema kwamba huyu Zuchu jina lake jipya ni Yesu msamehe zamiza watu kitu ambacho kimewakera wa Kristo wengi. Kwa mtu mwingine alisema kwamba eh, bwana Mange, sisi Watanzania tupo timrita king'ang'a akwende tu Zanzibar akamuongezee mganga, akamuongezee mganga wake pesa, mambo huku yashakuwa magumu mjini. Mm-hmm. Kuna mtu amesema kwamba bwana, kuna kuna bidada hapa anaitwa Rosie amekuja amesema kwamba kwa mimi nasimama na Zuchu by fire, by force, ameandika hivyo Mwana, kwa kuna watu bado mashabiki wa Zuchu wanasema wazi dhahiri shahiri kwamba wao bado wanasimama na, na, na Zuchu. Haya, kuna mtu anasema bwana, mimi ningekuwa Rita ningemuongezea dedication ya wimbo wake ule wa nyumba ndogo. <laughs> ameandika hivyo huyu eh? anaitwa NG16, amekuja kucomment hivyo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo mpaka sasa hivi, bado sekeseke ni zito. Mange anazidi kuthibitisha na kugonga muuli kama alivyosema, yani ana stamp kila topic ambayo huyu bidada Rita alikuwa akizungumza.